ya udongo hapa Arusha leo kama siku ya wanawake duniani, sisi kampuni ya upimaji wa udongo tunapenda kujivunia, na napenda kujivunia mimi kama mwanamke naimarika katika sek sekta ya kilimo. Na pia napenda kuwashauri wanawake wenzangu, au mabinti au wasichana wenzangu kujumuike katika kukuza kilimo cha nchi yetu. Hapa kama unapoona, hii ni maabara unyumaji wake audongo tkilimo ambayo inamsaidia mkulima mkubwa mkulima mdogo na mkulima wakati katika kujua afya ya udongo wake kwa jili ya kilimo bora. Hivyo basi leo, kama nisimu ya wanawake, napenda kujitumia mimi na wanawake wenzangu duniani, simu na kuwakaribisha tuimarishe kilimo bora kwa Tanzania pamoja na Afrika nzima katika kilimo Uh, unawashauri vipi wanawake wenzako ambao wana, wana, wamejikita katika shughuli za kilimo lakini hawatumii uh, hawatumii nyenzo bora za kilimo katika kukuza kilimo chao? njia za kurudisha rutuba katika ile aii. Hivyo basi, e wakulima wote, wakubwa wadogo, na wakati anzeni kujua, anzeni kujua afya ya udongo wenu kwa ajili ya mazao bora. Mimi kwa jina naitwa Elena Mbande, nimekuja kwenye maonyesho namna ambavyo tunapima afya ya udongo katika mashamba yao, lakini najivunia kama mwanamke, nimeweza kuwapimia wanawake wenzangu ambao wameleta udongo likaa mashamba yao, wameweza kujua mashamba yao yanayotua kiasi gani, na pia nimeweza kujua ni aina gani ya mazao aa katika maa. Hakika siku ya leo ni siku ambayo mwanamke ame. Labda wewe una yapi ya kusema kwa wanawake wenzako Bili, kwa ukwa, wenzako kwa ushauri kwa wanawake wenzako? Tunajua kwamba tunaongezeka sisi wanawake tunasaa, tunaongezeka, ardhi ya kilimo haiongezeki. Hivyo basi tuifanye ile ardhi ya kilimo iendelee kuwa endelevu. Tunaifanyaje kuwa endelevu? Tupime ardhi zetu za kilimo ili tuweze kutumia mbolea kwa usahihi na tuweze kupanda mbegu tajika, au mazao ambayo yanafaa katika maeneo hayo ili yale maeneo yaweze kuzalisha kwa wingi na kuongeza tija. Rais Samia ametoa ruzuku, ametoa mbolea, ametoa ametoa miundombinu wezeshi katika sekta ya kilimo. Kwenu nyinyi sasa mnaofanya kazi kwenye Wizara ya Kilimo, uh, let's say katika shughuli mbali mbalimbali, yeah, za kilimo nyinyi inawapa masagani kama wanawake. Mama, Samia oe Hakika Mama Samia amemtazama mkulima wa chini, hata ili zoezi la upimaji afya ya udongo. Hapo awali tumelima sana kwa mazoea, lakini mama ni msikivu na amesikia kilio cha Watanzania. Ameleta hivi vifaa vya kupimia afya ya udongo na ameweza kuvisambaza katika halmashauri. Katika, katika nchi yetu ya Tanzania zimebaki wilaya chache sana ambapo zitaenezwa hivi vifaa huu mwaka kabla ya kuisha kuishi. Mama Samia amethamini ame sana Watanzania, hasa wanawake, katika zoezi zima na kuangalia afya ya udongo katika maeneo yao. Hivi vifaa katika hizo almashauri ambapo ziko wanapimiwa udongo bure, hakuna gharama.